Na, mambo vipi? Mtongo wa nguvu, mimi mtangazaji wako Kevoo TV, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na ku like na ku share na ku comment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni Morocco zaidi na zaidi na, na e, mo na hela magumu mpaka anaomba hela nagombania nini kimemsibu nini zaidi kinafanya mpaka gombania hela na wenzake hatujui lakini mchezaji bwana Moroko alikuwa na mafanikio makubwa sana hapo Young Africa. Sasa alikuwa ni mchezaji pia na alikuwa na hela nzuri na pia alikuwa mchezaji mkubwa ambaye hakuna mtu Tanzania hiki kitu cha kuomba hela kwa mtu bwana. Um, lakini ndio hivyo alikuwa amemwomba hela maele na kana gombaniana na wenzake. Mm, wanavutana mashati kabisa, wanagombaniana hela. Sasa kitakuwa kimemsibu nini? Kwa sababu alivyotoka Yanga alikuwa na hela nyingi sana. Alikuwa na mafanikio ni alikuwa mchezaji ambaye tishio pia na hela. Lakini sasa hivi siji kimemkutania nini kusema kweli, ni kitu ambacho cha fedhea na cha aibu sana. Sijui kimemkuta nini mchezaji huu Morocco, lakini tu na kukumbusha mtu wangu wa nguvu, usisahau ku comment na ku like na ku share na ku subscribe channel yetu ili kupata habari zinazotendeka nyingine mtandaoni zaidi na zaidi. Asante sana mtu wangu wa nguvu.